Eh, asante sana Bwana Spika na wabunge wenzangu walioko hapa, habari ya jioni. Eh, kwanza na mimi wacha nitoe eh, rambirambi zangu kwa wale ambao wamesapotesa mtoto juu ya hiyo mkasa. Ni sahi sahi tu eh, lakini vijana wameng'angana wameshima moto eh, waja niende tu kwa muchatra direct. Mchata wa kwanza kujua na sanga tukipatiwa mjadala tunaruka tunaenda kwingine. Mjadala ya leo yenye nimesikia speaker amepeana hapa, ya kwanza, mnaona ache juu ya hii by election ilienda, ache na iko na nini hapo, ndio naanzia. E, kwanza hii by election yenye iliisha eh, chusi enyewe ilifanya watu wengi, watu waliumia. Kama mkiangalia kwa ile clip, mliangalia yule mwanaume sio, alitolewa hapa Nairobi kwenda huko Malava na ajulikani hapo, sio kwao, akapatikana pale. Mliona vile alivuliwa nguo, alikuwa uchi, mpaka wamama wanauliza na huyu ako na mwogo, ako na fimbo kwe, ukiuliza nani alimtoa hapo uwezi, unasindwa nini ilimpeleka pale. Kwa hivyo hii election ilifanya watu wakaumia, wengine walipigwa nini panga. Kwa hivyo haikukua election ile ambayo tunasema hii ya fair haikukua fair. tukisema hii election ya Kisii hata ingawa nini ndea silikuwa zilikuwa zinakimbia hapo kupeleka pesa, kulikuwa noma hapo, watu walikimbizwa na misale, watu walienda hospitali juu ya hiyo Erexen ya Just MCA. Kwa hivyo hii pea Erexen, kwa saiti yangu sikuona kama ilikuwa vizuri. Tukienda hapa mbele kama kama ilikuwa vea election, kwa nini askari walipelekwa pale wengi? Askari walikuwa pale wengi, mpaka nashindo hai. Na hiyo ni moja, na hiyo hiyo eh, tu peke yake, ile ya Mbeere. Wacha mnaweza eh, sema Mr Speaker, kiti ya Mbeere ile, kama sio serikali ingeingilia hapo, wa Kindiki angepata hiyo kiti, tuambiane kweli.

kama sio mambo na walipelekwa pale, askari wakaongeza askari, wanatembea na wanatembena wakiwa na marungu, wako katikati ya serikali, askari yako hapo na bunduki anangojea mtu. Kwa hivyo ile ya maraba naye walichukua nguvu na nguvu. Kwa hivyo inamaanisha kama ingekuwa

vile na nikimalizia site ya election pekee yake e, kama tungekuwa ni ile election kubwa ya 2027 ningeona vile tunarambisa e, serikali chini, kwa maana sile kura tuta tungepata wakati wa mbele kura za malara tukiweka pamoja tukiongea tukiongeza samakasin wanaenda nyumbani <laughs> ni hivyo, kwa maana tukienda hizo kura tukitafuta huko Western haitakuwa yote itakuwa tunagawa tukienda hiyo akasubiri yenye walikuwa wanaongea, ni vile chuni ametoka hapa, na tutanganya kitogo pale. Kulikuwa na ODM, na na yule yule jamaa naye alikuwa hakukua na chama eh, alikuwa independent, alikuwa anajisimamia. Mbona kama hiki kwa ni ni yani, ni lazima ODM ichukue huyu huyu huyu MP mwenye alipigwa kichwa kwa hivyo ilikuwa inalazimiza, alafu kitu kingine stuna alikuwa anataka kututanganya kitogo e, angalia wakati wakati president na wale wake wa serikali waliongea, mliona vile broad base, tumechukua tumechukua viti, sio ni kujipiga kifua. Kwa hivyo sisi wakasema, wakamalizia kusema sisi ni mandu ni mandu nani ukweli, ni mandugu na sisi tukisema kazi nisi, musiona vibaya, nimalize hiyo michatala ya pili nikimaliza